Tumeona wasanii wengi kweli, wapo wenye hela wapo, lakini wanavyowatreat mabaunsa si sawa. Mtu anafanya kazi na baunsa, wala hamjali mavazi yake, wala hamjali jinsi anavyofanya kazi yeye, yeah, anachoangalia ah, tu ni kuona ili mradi yupo tu, anahisi kama yule baunsa yupo yupo tu, anapiga picha. Mimi nimekushuhudia baunsa kadondoka, unaelewa, kadondoka. Tokea asubuhi kasimama kama mti baunsa, kama analinda casino, yani bosi wake Bosi hapo mwanangu anajichana nyama anavuta nyama. Ah, jamani. Unaweza kauta msanii kweli umefanya show. Wamekutunza tunza pale baunsa kakusaidia, kaokota zirera bado tena unataka kazi ya okoto, unataka tena ukampole tena. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwanza, kwanza kutazama, kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya hmm, skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana tumeona mwanamuziki Diamond Platinum wengi wanamshambulia kweli kweli, kwamba Diamond ni msanii ambaye ana ushamba fulani hivyo wa mafanikio. Nikaona nije hapa nizungumze na wewe kama msemaji wa mabaunsa Tanzania. E, eh, kwa mtazamo wako unavyomuona Diamond Platinum e, eh, kuposti picha mtandaoni, kama leo nimeona ameposti, e, eh, dola eh, ambazo amelipwa kwenye harusi moja huko walikokuwa wameenda kupiga show, je, Diamond ni mshamba wa mafanikio ama inakuwaje? Itosha, uh, kusema kwamba Diamond kama Diamond. Diamond sio mshamba wa mafanikio, anajaribu kuwatia moyo kuwatia moyo, moyo ama kuwapa hasira vijana ambao wanaofanya mziki. Mm. Ama kuwapa watu morali ya kuiga kile anachokifanya ili waweze kufika wanapotaka. Kwanza kwa mimi nikwambia kitu kimoja katika msanii ambaye anapaswa kuigwa katika hii dunia ama katika ulimwengu Diamond Platinum aigwa kwa lipi? Diamond Platinum ataigwa kwa mambo anayoyafanya. Hakuna mtu asiyejua hasa za Diamond tokea anaanza, na ile nenda kaniambie, nenda kamwambie kulikopo kuna nyingine, kabla nenda kamwambie, ehe, mpaka alipofikia sasa hivi. Mm. Mimi naweza kusema kwamba Diamond the best one, msanii bouncer pekee ambaye amewahi kununuliwa gari na bosi wake ni Diamond, amemnulia bounce wake gari. Nani? Onesmo na Onesmo, yeah, Onesmo kanuliwa gari yeah, alfa wake, wake eh, wewe niambie msanii yupi ambaye ame kumnunulia bounce wake gari? Ina maana kwamba anamjali mlinzi wake mm. na mimi naweza kusema kwamba katika katika mabounce ambao wanaishi vizuri, ambao wanafanya kazi zao vizuri, ambao anaweza akakuzungumzia akaizungumzia dunia vizuri ni Onesmo mm. Onesimo, ametembea kwa nini dunia kaka? Kazunguka nchi anazokwenda Diamond, Onesimo kaenda ka mm. Aliwahi kuzunguka kama anavyozunguka Onesimo. Hata msemaji hujafika huko. Ah, mimi msemaji tena, mimi niko niko chini kabisa huko. Onesimo anaweza akawa naye mfano wa kuigwa kwa mabaunsa wengine kwa sababu bosi kama bosi kama Diamond hawezi kunulia tu gari ama hawezi kukupa zawadi kubwa kama hiyo pasipo kuona jitihada zako, pasipo kuona bidii yako katika kazi. Kweli tumeona matukio kibao, Onesmus anahangaika. Mimi nimefanya naye kazi Onesmus. Onesmus anafanya kazi kweli kweli, yani anahangaika, anaanya anya kweli, anapambana sinaelewa, kwa kuhakikisha usalama wa bosi wake unakopo timamu na kuhakikisha kazi inaenda sawa, sawa na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba Diamond ni msanii wa kuigwa na wasanii wengine. Tumeona wasanii wengi kweli, wapo wenye hela wapo, lakini wanavyotreat mabaunsa si sawa. Mtu anafanya kazi na baunsa, wala hamjali mavazi yake wala hamjali jinsi anavyofanya kazi. Anachoangalia yeye, ah, tu anachoangalia tu, ili mradi yupo tu anahisi kama yule baunsa yupo, yupo tu anapiga picha kwa, sa, kwa sababu mabosi wengi wasanii wengi, nizungumzie kwanza wasanii, maana wasanii ndio tunafanya nao sana kazi unaweza kukuta msanii kweli umefanya show, wamekutunza tunza pale, bouncer akakusaidia akaokota zilela bado, tena unataka kazi yake ukokota, unataka tena ukampole tena, si unanielewa? Naulizia bwana, ni mbona umeokota pale, umeokota hiyo eh? Kitu ni cha aibu, wasanii hapo mnafeli. Yani ngoja kwanza, yani unakuta eh, msanii ana perform alafu anatunzwa pesa, zinadondoka chini, bouncer anaokota zile pesa, msanii anamaliza show pale, anafuata eh, anamfuata bouncer, bwana, ni mbona umeokota pale ye. Eh, anamfuata mbele anaona nimeokota, akati kuna watu wengine ambao wameokota pia. Sinaelewa. Kwa sasa anaona bora hela okote mtu mwingine asiokote, asiokote baunsa yake. Anaona kama baunsa yake atafaidi. Sasa baunsa yako anapofaidi, maana wewe ndo pia eh ulinzi unaongezeka. Anaenda kukubali zaidi. Itoshe kusema kwamba mabaunsa wengi wanafanya kazi na wasanii wakiwa na low fulani hivi. Yaani, ukupo low yao imekunja. Unaelewa? Yani, kuna kipindi unaweza ukashangaa hata Bauza akasema, "Hili jamaa bora tulipigwe eti." Tu. Kwa sababu gani? Ukiangalia hata soma fanya <laughs> kubwa. Unaelewa? Lakini hana ukupa mpaka unajiuliza, "Yaani huku nimekuja kufanya nini?" Unaelewa? Anakusimamisha kama mlingoti, anakula nyama, kagiza mahenes. Wewe hata kwamba Bauza, mletea Bauza Red Bull, hakuna. Umekomaa kama mti mkavu mekala mna hii. Mimi nimekushuhudia baunsa kadondoka. Unaelewa? Kadondoka. Tokea asubuhi kasimama kama mti. Baunsa huyo. Kama analinda kasino yani. Bosi wake? Bosi hapo mwanangu anajichana nyama, anavuta nyama. Ah, jamani. Naomba tufanye kazi vizuri na mabaunsa. Naomba mabaunsa tuwajali. Tuwape kipaumbele. Wewe pija mahesabu. Wewe unajulikana, utajulikana vipi ama utatambuaje ujio wako kama huna baunsa? Bouncer ndo anafanya uji wako utambulike. Bouncer ndo anafanya heshima yako ionekane. Bouncer anafanya uweze kulipwa vizuri. Bouncer anafanya uweze kufika pale unapotaka wewe kufika. Lakini kama utamnyonya bouncer, kama utamwonea bouncer, mi nawambia hawataweza kufika pale wanapohisi kwamba watafika. Wasanii na mabosi wengine naomba mtuthamini sisi mabouncer. Ah, itosho kusema kwamba mpaka sasa hivi tuna ah, chama ambacho kimeshasajiliwa. Chama tayari kipo mbioni. Chama hicho kimeshasajiliwa, BASATA ndio kitakopo mwarobaini wa matatizo yote. Kwa hiyo sasa hivi wasanii hawata wadharau wa tena. Sasa hivi hakuna kudharauliana. Hautaki hmm. Pita kushoto hmm. Sinanaelewa. Sasa hivi tunafanya kazi na watu wanaojielewa. Unakuta bosi anakula nyama, msanii amesimama, anatoa macho tu. Bosu, na sawa kula nyama, na mimi sina pesa yangu. Lazima nipate ule muda wa kukaa wa kurefresh. Sawa. Uwezi ukamsimamisha baunsa wako masaa yote ungali umekaa, kumbuka ni mwanadamu. Hata wanajeshi wanapokopa kwenye paredi, kuna kipindi ambacho wanasimama, lakini hawasimami masaa masa kumi na mbili, hawasimami masaa kumi kuna kipindi fulani ambacho anasimama, baadaye mwili legeza, wanatulia. Au baadaye gwaride linatolewa lina, lina, lina, lina nje, baadaye litarudishwa tena ndani. Na maana apotolewa nje, wanatolewa nje kwa ajili ya mapumziko. Lakini nashangaa, umekaa na mtu umesimama, we umesimama kwanzia saa nne saa tano saa sita yamekata tu saa ngapi, mpaka saa kumi na mbili kunaelekea kukucha, kashalewa, mnaanza ta... aise Jamani mabosi zetu, naomba mtu angalie kwenye swala hili sasa hivi tumeshafungua cha, tumeshasajili chama chetu Bouncer and Bodyguard Network Tanzania kimeshasajiliwa Basata. Chama hichi kinadili na mabaunsa wote. Sawa. Lakini kwenye vikao vyenu huwa simuoni Onesimo wa Diamond kwa nini? Onesimo yupo. Kikao cha kwanza sikumuona, cha pili sikumuona, nilimuona mode mnyama kikao cha kwanza bouncer Harmonize. Ah, haitoshi kusema kwamba Onesimo yeye yuko busy. Sawa. Kwa hiyo mnampa taarifa tu. Taarifa anazipata, muda wote uko kwenye ndege. Mara wako si wapi? Wako, wako Ujerumani, wako Faransa huyu uko Ghana mara sio ameenda South Africa. Kwa hiyo mtu kama huyo tunampa nafasi kwa sababu yupo kwenye majukumu. Na hata wengine sio honest tu, kuna wengine ambao wapo kwenye majukumu mengine ya kikazi, kwa hiyo tunafanya kuwafikishia taarifa. Mimi nikiwa kama msemaji ama afisa habari wa Bouncer and Bodyguard Network Tanzania ambao ndio chama tulichokisajili BASATA, kipo kwenye process, tupo kwenye hatua za mwisho. Sawa, itoshe kusema kwa wale bouncers wote ambao bado hujasajiliwa au unawiwa kusajiliwa ama unataka upate mtu wa kusimamia mm, au upate sehemu ya kwenda kulalamika unapata changamoto zako, njo Bouncers and Bodyguard Network uweze kujiunga nasi, uweze kuwa umesajiliwa, ufanya kazi zako kwa mtaratibu ulionyoka. Okay. Taifa likutambue BASATA ikutambue, maake unafanya kazi na wasanii kesho, kesho kutwa, mkizurumiwa mnaenda mnalia pembeni huko mnakosa msaada. Itoshe kusema kwamba njoeni bouncer and bodyguard network Tanzania, ili muweze kupata maelekezo na, na miongozo ya kazi zenu bouncer and bodyguard network Tanzania pale pana uongozi mzima uliokamilika. Jamani, nimeona, sasa. Sasa hivi kuna rais wa mabaunsa Tanzania, rais mwenyewe. zamani tukopo tuna vibaka tu, kuna mwenyekiti sijui nani, walikopo wauni wauni tu kazi kusanya hela za watu wanakula. Ilikopo ni genge la wauni mwanzo, lakini sasa hivi tunaenda kisheria, sasa hivi tuna katiba, sasa hivi tuna mwanasheria, sasa hivi tuna rais wa mabaunsa anaitwa mheshimiwa Oswald Milinga Oswadi Milinga huyo ndo rais wa mabaunsa Tanzania nzima, akiwepo makamu wake anaitwa Bwana Rahim Rahim ama aka Boika, yeye ndo makamu. Ah, Boika yule, hey, namjua, hey, namjua yule Boika hey, yule mwamba ndo makamu wa rais wa mabaunsa Tanzania. Unaona kuna watu ambao wako smart na bwana mipango yuko mule, afisa mipango bwana asei Sawa, yumo mule. Kuna watu wa itifaki, we pija mahesabu kwenye baunsa, kuna watu wa itifaki, lakini wapo, si unanielewa? Kwa hiyo itoshe kusema kwamba tumejipanga na tumedhamiria, yaani mwaka huu tumejipanga na tumedhamiria, hatutaki kufanya kazi kimazoea, wala hatutaki kufanya kazi kwa kukurupuka okay. Ina maana kwamba sasa hivi eh, msanii ama mwanamuziki anapohitaji kufanya kazi na baunsa lazima apite kwenye uongozi, lazima apite kwenye uongozi, uongozi utambue kwa, kwa sababu sasa hivi tumeingia kwenye levu ya kulipa kodi, lazima taifa linufaike sio. tunapigiwa simu bwana, nakuitaja hey, na, na hapa uje leo, natoka hiyo. Sasa hivi hakuna, sasa hivi hmm, kabisa unachokipata ni kiasi gani na msanii, na, na bouncer anapata kiasi gani? Mambo ya percent hiyo hey, kwa sababu unaweza ukaenda kule ukapata ulichokipata, aya wauni wakaja wakilamba chote, ukakabwa na wauni hey. au yo huyo bouncer ule ulimchukua ambaye hajasajiliwa BASATA akaona umepata mwokoto mengi akapigia simu unienzie, maanake mmekutana tu juu kwa juu, akaja mkakusanywa wote mkasombwa tu mkasombwa. Kwa hiyo tosha kusema papa bouncers wote wanatakiwa wasajiliwe BASATA, waje Bouncers and Bodyguard Network Tanzania ili waweze kupata miongozo na namna gani waweze kufanya kazi zao katika mistari iliyonyoka na katika mipangilio ya kiserikali na ya kitaifa kwa ujumla. Itosha kusema kwamba sisi wenyewe binafsi tunamsapoti mama, Mama Samia tunamsapoti kwa asilimia kubwa, kwa sababu yeye ndio muasisi wa mambo haya yote. Hatuwezi kufanya kazi bila kulipa kodi, lazima tulipe kodi. Tumeona tunafanya hizi kazi, ndio maana tunazurumiwa kwa sababu hatulipi kodi. Ndio maana mtu anaweza akakufanyisha kazi afu akakukimbia. Utamshtaki wapi wapi? Mmeandikishana wewe kama nani? Sina nielewa. Wewe kuna kushitaka au unashitaki kama nani? O oh, mi bouncer. Bouncer wa wapi? nipe barua yako ya bouncer ofisi yako ya bouncer. Huna. Mwisho wa siku tunakukamata wewe kwa ajili ya uhalifu. Wewe ni muhalifu mojawapo. Saa bona, huyu ni Emmanuel Ngweta ambaye ni msemaji wa mabaunsa Tanzania au sio bana? Asante kwa kuchagua PTV Tanzania, kuwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.